Ni wenyeji wa eneo la Chesakam Tiaty, wakikadiria hasara ya kuwapoteza mifugo hao. Mizoga ya zaidi ya mifugo sabini wanaodaiwa kuwa walikuwa wakipata lishe kando kando ya barabara Chemolingot kuelekea Kapedo. Wenyeji wanadai kuwa mifugo hawa waliuawa na maafisa wa usalama wanaoendesha operesheni eneo hili. Wamepigwa risasi, wamepigwa wametupiwa bomu wengi wanakufa wakiingia ndani huko misitu. Jusi waliua punda, jusi waliua ngamia. Tunaomba serikali, hawa ni Wakenya kama Wakenya wale. Wale wengine baadhi yao walikuwa wamevunjika miguu na hata kushindwa kutembea, wengine nao walikuwa tayari wamefariki kutokana na majeraha ya risasi. Wakaaji wa Tiaty, wakaaji wa Ripko, wakaaji wa Silale wanategemea mbuzi, wanategemea ng'ombe, wanategemea e, ngamia na punda na tukimaliza ni kama kuwamaliza. Akizungumza kwenye kituo cha mafunzo ya polisi Loresho hapa Nairobi, inspekta jenerali wa polisi David Kimaiyo amethibitisha kuuawa kwa mifugo hao, akisema walimiminiwa risasi wakati wa makabiliano kati ya maafisa wa polisi na wavamizi.

Kimaiyo aliyekuwa akizungumza baada ya hafla ya kuzindua mtaala wa mafunzo kwa maafisa wa polisi, aliendeleza onyo kwa baadhi ya viongozi kutoka Baringo na Turkana ambayo inadaiwa wamekuwa wakiwafadhili wavamizi kutekeleza maovu yao. Haya, akiarifiwa afisa mmoja wa polisi wa utawala aliyeuawa pamoja na wenzake 18 eneo la Kapedo na majangili amezikwa leo katika eneo la Maragua, kaunti ya Murang'a. Edwin Kangari mwenye umri wa miaka 21 na anayesemekana kuwa ndiye aliyekuwa na umri mdogo zaidi alizikwa baada ya ibada iliyojaa simanzi miongoni mwa ndugu, jamaa na marafiki Pisa! Risasi 21 zilifyatuliwa hewani kwa heshima afisa huyo. Wenyeji walitaka wote waliotekeleza uvamizi huo kukamatwa. Patrick Njendi, Citizen, Nipashe.